Na kuna watumishi wa Mungu Mungu amewatuma wa Bwana asifiwe. Amen. Wako na sisi. Mm -hmm. Na kuna wengine pia watatungana na sisi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa ajili ya kondoo zake. Na kuna kondoo wamekuja. Wameenda kujificha lakini bado ni kondoo wa hili bo. Kwa wow. Bwana asifiwe. Amen. Leo ningependa tuzungumzie. Kwanza ningependa kushukuru kwa hizo shukuru. Maana ni Roho Mtakatifu amejidhihirisha. Amemtukuza Kristo katika maisha yetu. Mm -hmm. Yule ambaye bado Hakuna hali bali inamhangaisha aliposikia ushuhuda wa mwenzake amena t hapo hapo. Kristo ni mwenye wivu, na kando na Kristo hana mwingine, hakuna mwingine kando na yeye, sawasawa sawa, hmm. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anapingana na Kristo, tuelewana, hmm. Kile anasema ndio amri, ndio inafanyi Nafanyika. na kile Kristo anasema ndio Roho Mtakatifu anafuatilizia inakuwa Roho Mtakatifu ako hapa duniani kukomfa kudhibitisha kuwa Kristo si mwongo. Kwa hivyo leo ningependa tujifunze neno shahidi wa mbinguni. Shahidi wa mbinguni, shahidi wa mbinguni ni Roho Mtakatifu. Kristo alipokuwa hapa duniani alituma kasema, muende mkawe mashahidi wangu duniani. Iko sisi ndio hapa duniani, tuko kwenye mili, si ndio? Mimi mm. Erastus ni shahidi nimekuja hapa Kapsabet nikakutana, na dada zangu na ndugu zangu, nikaongea nao, nikawashuhudia, nikawapa ushuhuda wa Yesu Kristo. Nikamwambia Yesu Kristo ako hivi na hivi na hivi, anaponya. Ukitaka kujua ni kweli, pona. Amen. Amen. Wakati nimesema ponya, pona, si maneno yangu, inamponya yule mtu. Ah, kuna shahidi mwingine hamumuoni, ako hapa huyo. Anasema hile era, anasema ni mtumishi wangu Amesema Pona, eh, ni kweli mtumishi wangu Pona. Kwa hivyo wakati tunaomba na wewe, wakati mtumishi Pamela anakushika anaomba na wewe, yale maneno yake anaongea amepewa, akwambi siyo yake sio yangu, ilikuwa yangu, yangu kama vile neno la unabii linakuja, utakuta neno la unabii leo linatoka kwangu linatoka linatoka linatoka kwa kwa Pastor Pamela. Kwa Ruth inatoka kwa Pastor Moses anapeana kwa wakati ambao unafaa kwa mfano kama familia yake, unaona Roho hapo ametoa unabii kuatia moyo kutia moyo yule jamaa <laughs> unaona ametoa ile unabii kujenga, anajua kuna mume wako ako mahali na ili am, amuinue kiimani ampige jek neno la unabii, angepeana hilo neno la unabii kwa wasichana wako ilinge angekuwa na msukumo, kwa hivyo anajua mahali ya kugonga. Maali na zaidi, Bwana asifiwe. Yeah, no, no. Kwa hivyo shahidi wa mbinguni wa mbinguni ndio Roho Mtakatifu na yeye ndio wakati tunasemezana tunahubiri, yeye ndio anafanya mambo aaho. Kwa hivyo tusome, ningependa Yohana kumi na 14 mstari wa 15 na tano, masomo mawili Yohana kumi na nne wa kumi na tano na Wagalatia tano mstari wa 13 hadi wa kumi na tatu hadi ishirini na tano. Neno litakuwa fupi sana, tusome. Nadhani mmeona jana usiku ulikuwa au ulikuwa na sisi? Uh, Yohana nene, msera, kuna na nne mstari wa kumi na tano. Inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu, kuna ingine vahsma mkinipenda mtazitii amri zangu, nami nitamwomba Baba. Baba. Baba. Na Baba, Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Nami nitamwomba Baba inamaanisha yeye Kristo na Baba ni wawili tofauti. Tuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, inamaanisha yeye Kristo alikuwa msaidizi wa kwanza, sawa sawa. Alafu, sasa kwa sababu anaenda mbinguni, kuna msaidizi mwingi, mwingine. Na msaidizi mwingine haongei yake. Roho Mtakatifu hajitukuzi yeye, ako hapa kwa ajili ya Kristo Yesu. Kristo alimuomba Baba, Bwana, mimi nimekuwa kwa mwili na hawa ndugu zangu, sasa nakuja mbinguni. Tusiwaache kama yatima, wape msaidizi mwingine mbadala wangu. naona Utukufu ni kwa Kristo maana alimwaga damu, si ndio? Sasa kaambia ba wapi roho? Roho wa Mungu akadhiliziwa kwe. Sasa ile roho anakuja kutukumbusha kana kwamba Kristo yuko pamoja na sisi. Kwa yes, yes, hivyo Kristo wakati alikuwa kule nchi ya Uyahudi alikuwa andeulepeghakufika Kenya, si ndio? Lakini huyu roho leo anamfanya Kristo afike hapa anamfanya Kristo afike Amerika, yes. Anamfanya Kristo tukihubiri hapa, ukuwa na crusade pale, Kristo ako hapa na Kristo ako umeona umuhimu ya roho mm -hmm? anaweza kuwa mahali kwingi wakati mmoja kwa mm -hmm. yeah, sababu yeye ni shahidi, chochote kitakachosemwa kulingana na Kristo ambaye ni kweli, yeye anashuhudia Amen. Lakini anasema kama mnanipenda wale ambao wanampenda pekee yake ndio wamepewa huyu shahidi, si wote. Hata mimi leo nikianza kuhubiri injili ambayo sio hiyo ambayo inipotovu, roho wa Mungu hata shuhudia. Sawa sawa, soma kitabu cha Yohana kumi na nne mstari wa nane, sita nane, mimi ndimi njia, kweli na kweli. Kila ambayo nahubiri lazima kiwe cha kweli yale ambayo unaomba, ile maombi yako lazima yakue ya kweli. Kwa hata nikuja nikukemea pepo na sauti ya juu, kama hakuna kweli, hiyo pepo atanishinda. Hata nikuje bila kukuombea, nikuguze tu, ni kuna contact ya mimi na weo, bila hata kukuombea, lazima utakuwa na mabadiliko. Kwa nini? Kwa, kwa sababu roho ambaye ni nuru kama kuna giza ndani yake atatoa ile giza atatowene. Mm -hmm. Kwa sababu mambo hayawezi kukaa pamoja, si kweli? Mm -hmm. Kwa hivyo haihitaji hii. Hey, ndio muujiza hapana? ndio maana okay, unaona maombi ya mtumishi Pamela ni mpangilio na makadirio gani? <laughs> <laughs> Kwa sababu wakati anaomba si kwa nguvu za maombi ndio unapokea majibu, la ni yule roho akuwepo. Mm -hmm. Sukuma yale maneno sawa. Mm -hmm. Kwa hivyo Huyu shahidi wa mbinguni ako kwa wale ambao wanampenda Kristo, na jana niliwaambia hapa, kama unampenda mtu utamtii huyo mtu, utamheshimu huyo mtu, si kweli? na kama unampenda Kristo kweli, si kwa maneno, ni kwa matendo. Okay, mate. na Kristo ye, ile kitu ambayo anapenda kwetu si vile ambavyo tumevaa hapa, tumekuja kanisani, la ni yale maisha ambayo tunaishi nje ile geti. Tuelana. Hmm. Ukienda nyumbani unaishi je? Haya maisha yanaonyesha upendo wako kwa Kristo? Kwa sababu kama unampenda Kristo iwe mchana na usiku, basi Roho wake uko naye tayari, huhitaji kuwekewa mkono, uko naye tayari. Bwana asifiwe. Na utajua uko na ushahidi wa mbinguni wakati unaanza kujua kuna amani ndani Waza, amani moyoni mwangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yunami moyoni mwangu, yunami moyoni mwangu. Kwa hivyo kama yuko ndani moyoni mwako, kuna amani amai, amai. Hivyo ndio shahidi wa mbinguni yuko. Ukijua tu kuna wasiwasi ndani yangu sina amani na hangaika, hayuko hayuko. Si lazima uanze kuwa maskini hapana. Unaweza kuwa kuna mali mengi, lakini ile amani ya mbinguni iko, maana popote pale roho wa Mungu yuko. Mimi nasema kwa mali kwenye uwepo wa Mungu ndio mbinguni, hapana. Mbinguni haiko mahali huko juu, hapana. Mbinguni iko moyoni mwe. Mioyoni mwetu mioyoni wetu, mwetu. Kwa hivyo wakati Roho anakuja na kutengeneza mazingara ya amani, hapo shahidi wa mbinguni yuko, na mahali mbinguni iko, Yesu ameketi kwenye kiti cha enzi hapo. Kwa hivyo yule Roho atakuwa anamdhihirisha Kristo, yuko ndani ya moyo wangu, kuna amani naye Roho wa Mungu yuko. Kwa hivyo ninapohubiri ni Kristo anaongea ndani ya ndani ya kuna pepo ambaye atamshinda Kristo. Nikitokezea hapa hanioni mimi, anakutana na yule hapo ndani, anaambia kuko, nyosha mkono, nyosha mkono utaona moto, kwa sababu akaninbiosha. Mbona kumbe nile Kristo ako ndani. Lakini tatizo ni kubwa hivi, wakati mimi nampenda Kristo kwa maneno yake, wakati mimi namhubiri Kristo peke yake, na kumbe kuna mambo mengine nimef hawezi kukaa ndani, maana si muongo, maana hawezi kuwa compromised. Kwa mfano kama ni mtu anapenda pesa, uwezi kumpenda Mungu na upende pesa, si kweli? Uwezi mambo mawili, uwezi kuwa unampenda Kristo, na kuna mambo mengine asi. Kwa hivyo amri ya Mungu, ukimpenda utatii sheria zake, ili ndoa yako ukristo, ni ndoa ya, ya Yesu na wewe kwa roho lazima mm -hmm. uwe mwaminifu mwambie mwenzako, lazima uwe mm mwaminifu, uwe mwaminifu kwa Kristo kwa sababu yeye alijitoa akaukomboa kutoka kwa deni na dhambi na mauti. Kwa hivyo ni alif for alif, sawasawa, alif for alif. Alipenda maisha yake ili uwe hai, mpe maisha yako, mtumikiwa maisha yako yote. Somo la pili a kulipata kwa Wagalatia tatu, nipenda tujue hizi hizi amri za Mungu ni gani? Tukisema utatii amri zangu, amri zake ni zipi? Tano mm -hmm. mm -hmm. kumi na tatu hadi. Nimezoea ile ya kizungu sasa hii inanitatiza kidogo. kumi na tatu hadi ishirini na mbili. Maana nyinyi ndugu zangu, ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kutumia, kutumia, kufuata mwili, bali tumikia tumikianeni kwa upendo. Mtenda verse by verse, sisi tumefanywa kuwa huru kutoka vifungo na minyororo ya dhambi, laana na mauti. Sasa lakini huu uhuru ambao tumepewa tusiutumie, kwa nini? kutimiza tamaa za mwili. Tumeliona hmm. Usikue mimi nataka kutembea na huyu nampigie simu mtumishi Pamela, kwa sababu natarajia kitu fulani kutoka kwa kufailia kitu fulani kutoka kwake. Mazungumzo yetu ikuwe kwa upendo, kwa sababu najali, nataka kumjulia hali How are you doing? Alfa hiyo ni hivi, okay, tuombe pamoja. Oh, na mimi namuelezea bibi, oh, niko na shida, tuombe pamoja. Mimi nataka kusaidia, lakini isiwe wewe, haja yako. Ukimtembelea mtu ni kwa sababu ya wewe kulishwa, ya wewe kufaidika, tuelewana hmm. inafaa uende kwa sababu unaja Unajani. kwa kule kujali, unakuwa na ushirika, unakuwa na urafiki, urafiki wa kweli, kwa kujenga urafiki wa kweli unakuwa ukuu, inatengeneza bridge ambayo chochote kitavuka. Kwa mfano kama vile eh, Ruth na mama wanasema kulikuwa na ng'ombe haipiti, si ndio, kwa boma. Lakini baadaye unakuta mambo, kwa sababu kuna mazungumzo, unakuta hii jambo linakuwa rahisi, si ndio? Bridge inatengenezwa, kunakuwa na urafiki, ushirika. Vivyo hivyo si nafaa? Kwa hivyo upendo wetu unafaa si wa kufaidi kutoka kwa wengine peke yake, bali iwe mutual, Tunaelewana? Kwa sababu ikiwa leo unanipigia mimi kwa sababu unataka uponyaji peke yake, ile siku utapona, utanipigia tena. Na hivi ndio inafanyika, kwa sababu upendo wao si wa kweli. Si wa kweli, na Warumi mbili mstari wa tisa upendo sharti usio na unafiki, lakini naye Roho anashuhudia bora upande wetu hakuna kikwazo. Kikwazo tutampata atarudishwa tu kama vile umesikia hiyo njozi tawekwa na maji na watarudi tu hapo. Bwana asifiwe. Lakini tusio hao watu ambao wanazunguka kama wana wa Israeli wanazunguka mlima bila maendeleo yoyote, kwa sababu wanamkufuru Mungu. Tuwe nani? Tuwe watu wa shukurani, tuwe watu wa upendo. Kiendelea hapo, maana Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako nafsi yako. Torati, mnajua ni amri kumi, si ndio? Na iko hmm. na tamaduni nyingi ngumu ngumu, lakini amri moja tu tumepewa, mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako hmm. Kwa upendo kuna ukamilifu wa Mungu tuelewana? Kwa hivyo hiyo ile amri ambayo tunaambiwa pale kwa Yohana ya ku kama unampenda Kristo utatii amri yake ni hii amri moja ya kumpenda jirani yako tuelewana? hmm. lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Ikiwa sisi tunakulana sisi kwa sisi, tunapigana sisi kwa sisi, tutamalizana hmm. kama tabanako itakuwa hakazi yetu ni churuchuru moyo, churu chukua maneno hapa, narusha hapa, nachukua hapa, unarusha hapa, hapa nachukua hapa, tutamaliza hatutasonga mbele. Itakuwa kama askari wale ambao akipewa bunduki, ala aende kwa attack adui, anageuza bunduki, anaanza kuwa wenza M -Za. M -Za. badala tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo, tuwe maki, tumakinike, maana hizi ndio njama ambazo ile muovu anatumi anatumia. Tukiendelea basi, nasema enendeni kwa Roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho. Hii ndio shida ambayo tuko nayo siku hizi, watu hawaenendi kwa Roho, watu wanaenenda kwa neno peke yake, kwa kusoma neno peke yake, kusoma Jumapili mpaka Jumapili, during the week hawaenendi kwa Roho. Kwa hivyo tuwe makini, tuenende kwa Roho, kwa sababu mwili hautamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili kwa maana hizi zinapigana kila wakati, mwili unapigana na mm roho -hmm. Hata hamwezi kufanya mnayotaka, lakini mkiongozwa na roho, hapo hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, haya matendo ya mwili ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui. Kwanza hapo kwa uchawi Usiwahi, tukuje tuombe pamoja, alafu unaona ni kama inachelewa, unaenda kwa mshauri, unaweza kukufa. Hata tuendane, unaweza kufanya nini? Ni kama mwindaji amengojea swara, anajiba barabara swara na kitanga hapa amemngojea siku mbili, siku tatu, hajakula akimwona, atafanya nini? Atamwacha hivyo? Sasa umekuwa ukimponyoka huyo shetani, umekuja tabanako, umekaa wiki mbili tatu, alafu Yesu umeenda kwa mshauri ama kwa mganga. Hiyo ndio amekuona, hata kubakisha, hata kubakisha, ako na njaa na wewe, na ako na ako na hasira na wewe. Kwa hivyo usidhubutu ceana mm -hmm. Usidhubutu ili linakua mwisho wako, naye Bwana atakuachilia ile aiponye nafsi yako ataacha mwili haribi kama vile alimfanyia Musa. Sawa sawa mm -hmm. Kwa hivyo, let us be careful. uwadui, Ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Husuda, ulevi, ulafi. Unaona paka ulafi iko? Ulafi ni kula chakula mingi sio? Mm. Eh, hiyo pia ni dhambi. Hiyo pia ni dhambi. Unaona, ni maneno na mambo yanayofanana na hayo. Inamaanisha kuna mambo mengine pia. Haijaandikwa lakini yanafana. Penda pesa pia ni aina ya ulafi. Penda pesa sana. Siku hizi binadamu tumekuwa na mioyo migumu, hatutoi kwa kanisa. Nakuta washiriki wa watumishi wa Mungu wanaweka consultant fee. Mmeona kitu? Mmeona, mm -hmm. Unaweka consultant fee kwa sababu ya mioyo yetu migumu, tumemfanya yule mtumishi wa Mungu kile kipawa chake hakiwezi kukua. Unajua hiyo wakati ambaye consultant fee hakiwezi kukua, tutafanya kazi lakini hakiwezi kukua, lakini hapo ni kwa sababu yeye ame fall into pressure ambayo ni makosa koka, lakini kwa sababu haya, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hii hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini nao hapa ndio kumalizia. Lakini tunda la roho ni kama roho yako ndani yako kuna niyako, una matunda kuna tunda huwa nazaa tunaelewa, Roho Mtakatifu fanya nini hata kila jambo, mnaona hivi vimezaliwa na Roho Mtakatifu, neno Mungu alipotamka tu neno, roho akafanyiza za vikakuwa kwa hivyo huyu roho ndio anazalisha sasa. Kwa hivyo tunda la roho ni gani? Tunda la roho ni upendo upe upendo, furaha hmm. Unakuwa na furaha wakati hakuna chakula kwa meza, unakuwa na furaha, nijifunze kuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu kuna tumaini. Sasa amani, Mungu abariki, because nimesikia hiyo sana, watu wengi hapa wakisema amani imeingia kwamba <coughs> Akunanga pesa na nuwanga amani. Pesa na nuwanga amani kweli? Mm-hmm. Haiwezi nunua. Hata wakati milioni moja unakuta mtu anakuwa kisirani tu anataka ugoro na hangaika, unachemuka, si ndio? Kwa hivyo hii amani ni zaidi ya dhahabu. Uvumilivu. Wakati kuna shida nyumbani, vumilie. Kama vile mmekuwa mkifundishwa hapa kuwa vumilieni mchungu ndio wazani. Na nashukuru maana ile neno haijatoka kwangu. Imetoka kwa mama mwenzetu. Si ndio? Chunga nini? Ndo utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu hapa kuna upole kiasi, upole kiasi. kuna upole nyingine ya bala, lazima ikiwa upole. Naona kuna watu wanaomba juu ya mambo kama hayo. Hakuna sheria, na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubiwa mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Wale ambao wako na Kristo wamesulubishwa, wameua miili yao na mawazo yote ya kimwili na tamaa zote za kimwili. Mawazo na tamaa na nini, na miili yao. Tukiishi kwa roho na kuenenda kwa roho. Live in the spirit and walk in the spirit. Akisema tuende kwa roho ina uko huru, mfanye chochote, kila kitu kinakuguide. nia yangu ni nini? Tuelewana, usifanye kitu kufurahisha sisi, hiyo ni kwa mwili. <manyi> Tuelewana, usifanye kutuone, angalia dhamira yako, my conscience inasema nini? Mimi haja yangu uh, hii ng'ombe irudi kwa mama yao. Usijali watu wanasema ati wewe oh, unaiba ng'ombe, hapana. Bora wewe nia yako nirudi nyumba <manyi> kwa Mungu kosa tuende kwa roho. Vita vyetu viko ndani, viko wapi? Yeah, viko ndani. Shetani hakuji, hutamwona shetani hivi. Mara nyingi nikipewa shuhuda, watu wanasema shetani amekuja, inakanga vision, maono inakanga, ni kama ako kwa hii nyumba, tuendana hata ile nyumba iko kwa kiroho inafanana na hii nyumba. lakini sio hii nyumba, ni ile kwa ile mtu anada wakati tunaimba hapa, kuna ushirika hapa, kuna ushirika kama huu mbinguni, sawa? mm -hmm. Sawa. Kwa hivyo ule ushirika kule mbinguni unaweza ku realize kwa mfano, sisi tunaongea, tunahubiriana, kuna mmoja amelala hapa asikii. Huyo haiko kwa ile ushirika. Tunaweza kwa tunaimba hapa lakini ule ushirika wa roho kule mbinguni, tuko watatu pekee yake, hawa wengine bado wa ukimwi. Kwa hivyo kuomba na wao Hawezi kuwapata, hawezi kupokea kwa sababu bado hawako kwa roho, hawatapata na huyo roho. Bwana asifiwe, ningependa kuwatia moyo, tuenende. Bwana asifiwe, tuenende na kila mtu awe shahidi. Ukienda nyumbani, yale ambayo umeona hapa hayako kila siku, hayako kila mahali, ama iko kila mahali. Ukienda kuwa kuwa shahidi. Ukiwa shahidi Mungu anakupea roho wake, chote utakachofanya anadhibitisha sawa sawa. Chote utakachofanya, chote utakachowaza kwa upendo anadhibitisha. Tushikane pamoja, tusonge pamoja. Mungu awabariki sana.